Wewe unamjua wewe. Mbona kama anaonekana afisa afisa huyu mwanangu unamuelewa huyu? Oh. Asije kawa amekuja hapa kuchomesha mbuga yetu tukaloa huyu. Hebu mjaibu kumpa kitu. I don't want peace. I want problems always. Bona pigaga hivi vitu wewe. Ah, man, mwenye long time mwanangu ah, shega hiyo hiyo kambi ya kijoti uko mbaa tumepiga sana mwanangu. Wapi? Kambi ya kijoti, kambia ah, kijoti hiyo tumekimbiza mwanangu shega shega shego <laughs> kitu mwanangu us star, you? Fade away. Our aim is I wanna see you. Eh? Kitu chenyewe wanangu wanangu wanangu yani, hapa na mambo mengi si mnamjua huyu nani? mwanangu Chris Brown yeah, nampata sana mwanangu yule huyu Chris Brown na huyu anamwita nani Chris Brown? ah, nataka nipige naye ngoma mwanangu mpuzi tu mmoja yule kwangu wanangu, ah. na huyu ui mjita anajichorachora huyu nani huyu, amejipiga piga machata kaa ng'ombe yule nani huyu huyu, mwanangu alipata kansa majuzi kati huyu huyu, Lil Wayne wanangu <coughs>

Hamna zingua wa Fatumba. Kuoga, hamna kitu, mgeni kabisa, pasta upadili. Tamjangaya Biblia, malaya. Man. Tuletea mambo ya usholo sholo, ah, si tuko kijiweni hapa tunapiga zetu. Afu msimu nakaribisha wauni wauni tua. Kula tunda babu. Ah. <laughs> Anamchukulia kisibau ni mama huyo. Apige krisi na krisi blauni ya aliliwai. Nachukulia hapo hapa kijiweni. Ameshatuona si wa shamba sana mpaka atuchongea chongea maneno hapa. Au sio? Ah, padili akiona wauni anachanganikiwa sinaelewa. Chana naye mama. Eh, uzuri uzuri.